Mkulima anayejua uchumi vizuri huwa anaogopa hasara, haogopi magonjwa yanayotokea shambani, magonjwa ya mimea. Nikwambie hivi, mimea nikwambie hivi, wadudu na magonjwa ya mimea yanatibika kwa dawa, lakini hasara ndio adui mkubwa kwa mkulima anayejua uchumi vizuri. Nikwambie hivi, ngoja nikupe sababu tatu kuu za kisayansi na kibiashara juu ya hilo. Nikwambia hivi kuvu na magonjwa mengine yanayotokea kwa kwenye mimea shambani huwa yanaua mimea vinaharibu mimea ambayo mkulima amezali, amepanda. Lakini hasara ni kitu ambacho kinaenda kuharibu biashara nzima au kilimo au mfumo mzima wa kilimo wa mkulima. Sababu ya pili ni hofu mkulima anayejua uchumi anakuwa na hofu juu ya gharama alizozitumia katika uzalishaji. Mkulima anayejua uchumi vizuri, kabla hajaenda kuzalisha, lazima ajiulize maswali kadhaa. Lazima ajiulize je, hiki ninachoenda kukizalisha kukizalisha kitalipa gharama nilizotumia? Mkulima anayejua uchumi lazima ajiulize vizuri kwamba hiki ninachoenda kukizalisha, return on investment itakuwa juu. Atajiuliza kitu hicho. Huyo huyo mkulima lazima ajiulize, je, hicho kitu anachoenda kukizalisha kwa ule muda ambao bado atakuwa hajavuna, kutakuwa na cash flow, kutakuwa mtiriko wa fedha, kutakuepo. Unaona? Sababu ya tatu. Sababu ya tatu mkulima anayejua uchumi huwa anapanga hatari zinazoweza kujitokeza katika hiyo shughuli au hicho kilimo chake anachotaka kufanya au hiyo biashara yake. Nikwambia hivi. Mkulima anayejua uchumi huwa kwanza anakuwa na anakuwa na bajeti ya dharura. Unaona? Mkulima anayejua uchumi huwa anatawanya mtaji wake, hawekezi sehemu moja. Anachokifanya anachukua ule mtaji anaugawa anawekeza sehemu nyingi nyingi tunaita kitaalamu tunaita diversification yani anatawanya ule mtaji ili kupunguza riski ambayo inaweza ikatokea. Maana kama mradi mmoja ukiwa ukiwa affected uki, ukipata hasara haimaanishi kwamba na miradi mingine itapata hasara pia. Wakulima wa mashamba makubwa au wafanyabiashara wakubwa huwa wana, wanafanya kitu kinachoitwa bima, wanakatia bima miradi yao. Unaona, kwa mfano mkulima ana, mashamba hekari 50, hekari 100, amelima mazao yake, mfano mahindi anakata bima kwamba hati ingetokea shamba lake limeungua moto, bado ana bima ambayo kidogo na inamfanya apate hatari hatari kidogo, kwamba wanaweza wakamsaidia katika kurudisha mtaji wake, ambazo hizo ndio kitu tunasema ni risk management. Mtu yani, tunasema mkulima anayejua uchumi anakuwa ana njia ana njia nzuri za kulinda hatari kwenye huo uzalishaji wake. Mkulima, nimalizie kwa kusema hivi, magonjwa na wadudu wanaoasili mimea yako shambani wanaweza kutibika, lakini hasara inaua mfumo mzima wa kilimo chako au biashara. Asante.